Tumepanga kujenga viwanda vingi vya mabati, vya simenti na vya nondo. Kiwanda kikubwa cha SME cha, cha simenti kitafunguliwa hivi karibuni kule Mtwara, ambacho ni kikubwa kuliko kiwanda chochote katika Afrika Mashariki na ya Kati, tutakachofanya katika awamu yangu ya tano ambacho nimepanga ili kuwaondolea kero wananchi wa kawaida tutaanza kupunguza bei ya simenti, tutapunguza bei ya mabati, tutapunguza bei ya nondo, tutapunguza bei ya misumari, ili watanzania wengi wakiwepo watanzania wa hapa wa Geita waweze kujenga nyumba za bei nafuu. Hicho ndicho naweza kuwaahidi. Watu watajenga wenyewe kama bei itashuka, kwa sababu si wote ambao hawataki nyumba za bati. Ni kuwakebei watanzania wanaoishi kwenye nyumba za majani na kwenye nyumba za tembe, kwamba utaziondoa kwa siku arobaini na nane. Wao hawapendi kuishi kwenye nyumba za majani. Hata mimi nimezaliwa kwenye nyumba ya majani, ni maisha na kutokana na ugumu wa maisha, na hasa kwa sababu watanzania asilimia ishirini na nane pointi mbili ni masikini. Sasa kuwaondolea umasikini, huwezi ukawazungumzia maneno matamu ambayo huwezi ukayatimiza. Ni lazima waeleze ukweli, na ukweli wenyewe ni kuhakikisha bei ya simenti, mabati, nondo na misumari ipunguke. Bei mamiti yenyewe hapo tu ukilikata ni mtu kaliweka kwenye nyumba usumari ukokuingiratu Geita oye! Hiyo ndiyo mipango ya awamu ya tano ya Magufuli. Magufuli for change, m for c, Magufuli kwa ajili ya Tanzania mpya. Kwa wafanyakazi, wapo watu wamekuwa wakipita, wanasema Magufuli akiingia, wafanyakazi mtapata shida. Yale ni maneno ya ajabu. Mimi mwenyewe ni mfanyakazi, nimefundisha Sengerema Sekondari. Mke wangu ni mwalimu wa shule za msingi, ninafahamu shida za wafanyakazi. Mimi Magufuli ndiye nataka niwasaidie wafanyakazi. Wafanyakazi katika mishahara yao wamekuwa wakikatwa asilimia kumi na moja, ulikuwa na laki nne, unajikuta unapeleka nyumbani laki tatu, zingine zote zimeshakatwa bila hata kuulizwa. Ukipeleka hizo hela hazikutoshi, kulipia chumba hazikutoshi, kumlipia mwanafunzi mwana, mwana nguo hazimtoshi, hata kumtunza mke wako hazikutoshi, hata kwa ajili ya chakula. Na kwa wafanyakazi, ninaposema ni wafanyakazi wote, kuanzia maaskari, wanajeshi, walimu, wahasibu, manesi, madaktari na kadhalika na kadhalika. Mimi Magufuli ni rafiki wa wafanyakazi. Tumeshaunda tume ya kupitia mishahara yote ya wafanyakazi Tanzania, kwa sababu wapo wafanyakazi wanaolipwa mishahara mikubwa sana, wanajilipa wenyewe, hasa kwenye mashirika ya umma, na wapo wafanyakazi wanaofanya kazi ngumu sana wanapata mishahara midogo, walimu wakiwemo, manesi wakiwemo madaktari wakiwemo maaskari au polisi wakiwemo, nataka nirekebishe mishahara yao. Nataka makato ya asilimia kumi na moja yashuke chini, ili kusudi mishahara yao ipande juu, ili wafanyakazi hawa watakapokuwa wanafanya kazi wapate mshahara unaowatosha kuishi na kuendesha maisha yao. Kwa Kisukuma wanaita motivating agent. Hiyo ndiyo kazi ya Magufuli. Kwa hiyo wafanyakazi ambao ni wachapa kazi, wanaoingia asubuhi kazini, wanatoka kwenye saa za kazi, hawawanyanyasi watu wa chini, wala wasiwe na wasiwasi, wamepata mfanyakazi mwenzao ambaye ni rafiki wa wafanyakazi Watembee kifua mbele na wanipigie kura, lakini ni ukweli, wale wafanyakazi majizi mafisadi, moto wao ndio na ukoka harakaharaka, nikisha haraka, changa. Na hili ni lazima nizungumze ukweli, kwa sababu msema kweli ni mpenzi wa Mungu, na wale ni wachache Ukiharibu Geita sikupeleki Chato, ukipeleka Chato sikupeleki da. Kwa sababu pamekuwa na tabia ya ovyo tu. Mfanyakazi mkubwa anaharibu hapa Geita anahamishiwa Mwanza, akiharibu Mwanza anapata promosheni Dar es Salaam. Kwangu Magufuli unene, Magufuli Geta unene, Mwana Magufuli Haa. Ukiharibu hapa Geita ni moja kwa moja, kwa heri. Kwa sababu Tanzania hii wasomi ni wengi, kuna watu wenye digrii wengi, na wengine tunashindwa kuwaajiri. Tunaweka kisingizio ati mpaka apate experience. Atapataje experience wakati hujampa kazi? Amemaliza chuo kikuu chake amemaliza diploma yake, unamwambia nafasi za kazi hamna, ukifanya application mpaka na experience. Experience yenyewe inapangwa na watu waliomo kazini, miaka mitano, miaka sita. Maana yake wataendelea hao wa zamani hawa kufanya kazi, hawa wenye taifa lao la leo, ambao ni wachapakazi, damu mpya hawatapata, watapata kazi